Na mpenzi mtazamaji ambao unatufuatilia uh, tunamshukuru Mungu kwa neema ambayo ametupatia siku ya leo, na bila shaka ni wakati mzuri sana ambao katika huo unatufanya kuishi, katika huo unatufanya kutembea. Unajua, tuna mambo mengi ambayo tunaweza tukashirikiana kwa pamoja, kuna namna nyingi ambazo tunaweza tukasogeleana, tuka kiwango ambacho kila mtu akaweza kuona kile ambacho anacho kwenye maisha yake na jinsi ambavyo anavyoweza kutoka mahali pamoja na kuelekea sehemu nyingine. Na leo nimekuja tushirikiane na tushirikishane maneno machache maneno mazuri, bila shaka hayata kuchagua hayata kubagua, kwa sababu ni maneno ya Mungu. Maneno ya Mungu hayabagui, maneno ya Mungu hayachagui, yanawataka watu wote, yanawaita watu wote. Naam, lakini pia nikukaribishe kuungana nasi kuungana nami siku ya leo bila shaka utakapomaliza kipindi hiki utamfurahia Mungu wako, utamtukuza Mungu wako, na maneno nayo tuongoza yanatoka kwenye kitabu cha Mungu, Biblia Takatifu, kutoka kwenye kitabu kile cha Mithali sura ile ya 18 na ule msali wa 24, lakini tutajaribu kuangalia kidogo na ile Mithali sura ya 20 na n uh, kitabu kile cha Mithali 24 pia, tutajaribu kuangalia na hapo pia maneno mazuri ambayo tutashirikishana siku ya leo na bila shaka utamfurahia Mungu wako. Aa, kwanza nianze na kuomba tumombe Mungu ili atupe neema na mafunuo ya kutosha. Baba, umebarikiwa umetukuzwa, juu ya mataifa, juu ya wanadamu wote na juu ya viumbe vyote. Asante kwa ajili ya roho wako, asante kwa ajili ya nguvu zako, bila shaka utakwenda kutuhudumia utakwenda kutufunulia siri ya ufalme wako nitakayotusaidia sisi kukua, kuongezeka na kustawi katika neno lako, katika jina la Yesu Kristo, Amen. Biblia kitabu hiki cha Mithali sura ile ya 18 na mstari wa 24 inatufundisha jambo moja nalosema, kuchagua rafiki. Kuchagua rafiki, kwa nini? Utajifunza hapo mbeleni, kwa nini kuchagua rafiki Maandiko ya somo anasema kwamba ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe. Ajifanyaye marafiki wengi ni kwa uangamivu wake mwenyewe, lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu, lakini yuko rafiki aambatanaye na mtu kuliko ndugu. Sikiliza ndugu yangu, wakati ambapo tunafahamu tunao marafiki wazuri wakati ambapo tunafahamu tunao ndugu wazuri, wakati ambapo tunafahamu tunao watu tunaweza kuwaambia siri zetu, tunaweza kuwaambia mambo yetu ya moyoni, tunaweza kuwaambia taarifa zile za ndani, kiwango ambacho kwamba tukadhania kwamba ni watu walioko sahihi, wako salama, ni watu ambao hawana shida yoyote, na tukaona kwamba kutokana wingi wa marafiki tulionao unaweza kutusababisha sisi kufanikiwa kwenye mambo tulionayo unaweza kutufanikisha sisi kwenye kazi zetu, unaweza kutupatia connection ambazo connection hizo zikawa sababu ya si kufanikiwa. Lakini Biblia inatuambia kwamba mtu ambaye anajifanyia marafiki wengi, anajifanyia marafiki kwa ajili ya uangamivu, kwamba kwa jinsi ambavyo umeshindwa kuchagua rafiki wa kuambatana naye, ukawa na unaambatana na kila mtu, ukazani kwamba kutokana na sifa alionayo, kutokana na kazi alionayo kutokana na jinsi ya mtandao alionao pengine ungeingia katika mtandao huo, ama ungefahamiana na huyo mtu, ungepelekea kusimama mahali fulani. Lakini Biblia inatuambia kwamba unapojifanyia marafiki wengi, si kwa sababu ya kuinuka kwako, unajifanyia marafiki wengi ni kwa sababu, kwa ajili ya kuanguka kwa kwako. Namna unavyojitafutia watu kwenye maisha yako ndivyo unavyojitafutia kuangamia kwenye mambo yako, na ndio maana kumbuka, wakati ambao ulipowapata marafiki fulani wanawake walikuwa sababu maisha yako kuharibika, ulipowapata marafiki wanaume ilikuwa sababu ya mwenendo wako kupotea. Kuna watu walipoteza kazi zao, kuna watu walipoteza biashara zao, kuna watu walipoteza mahusiano yao, kuna watu walipoteza pontesho iliyokuwa ndani yao ikapotea. Walikuwa na sifa nzuri, lakini kwa sababu ya aina ya watu walioambatana nao ile sifa ilipotea. Walikuwa na majina mazuri, lakini ile kwa sababu ya aina ya marafiki walioambatana nao yale majina mazuri yaliondoka. Angalia kule ambako walitokea, walionekana ni wanafaa sana, wana sifa njema, lakini kwa sababu ya aina ya watu waliowachagua kuambatana nao ikapelekea zile sifa zao zote kupotea. Lakini kunayo namna tu ambayo pia inaweza kusababisha mtu kupata rafiki mzuri wa kuambatana naye na rafiki huyo anaweza akawa sababu ya maisha yake kubadilika, anaweza kawa sababu ya maisha yake kufanikiwa. Inawezekana leo umekuwa zero, lakini ikafika wakati ukawa hero. Kwa nini? Kwa sababu namna ya rafiki utakayempata, rafiki ambayo utampata kwenye maisha yako, anaweza kukuamulia wewe mahali pa kuwa. Rafiki unaweza kumpata kwenye mahusiano yako, anaweza kukuamulia mahali wewe pa kusimamia rafiki unaweza kumpata kwenye biashara yako, anaweza kuwa sababu ya biashara yako kusimama na kusonga mbele. Rafiki unaweza kumpata kwenye masomo na elimu unayoitafuta kila siku, anaweza kuwa sababu ya masomo yako kusimama. Lakini vile ambavyo unatafuta watu kwa jinsi walivyo na sifa zao, kunaweza kupelekea wewe ukashindwa kusimama na kuendelea mbele. Sio kama unanielewa ndugu. Biblia inasema kwamba ajifanyie marafiki wengi ni kwa ajili ya uangamivu wao. Uangamivu wa watu wengi haujao kwa sababu walikuwa ni waongeaji sana hapana. Ulikuwa ni kwa sababu ya aina marafiki lokuwa nao. Hebu fikiri neno hili, wewe una msiri wako na yeye ana msiri wake, wewe una wajina wako na yeye ana wajina wake. Bila shaka ni kwamba ile namna ambayo kwamba unaweza ukajiamini na yeye, kuna mtu anamwamini kuliko wewe unavyomwamini unavyomwamini kumpa kitu chako, na yeye kuna mtu anamwamini kumpa kitu chake. Bila shaka anajua kwamba hapa ndipo mahali sahihi kwenye nafasi yake. Lakini leo natamani tuelewane kitu kimoja, vile ambavyo unavyotaka kuwa ni lazima ujitahidi kuchagua rafiki kuambatana naye, lazima ujitahidi kuchagua mtu ambaye unaweza kutembea naye kwenye maisha yako. Hauhitaji kuwa na uchumi mkubwa, unahitaji kuwa na rafiki ambaye anaweza kuwa zaidi ya ndugu, anaweza kuwa zaidi ya rafiki, anaweza kuwa zaidi ya jirani, anaweza kuwa zaidi ya fedha ambazo upengine ungezipata. Kwa nini? Kwa sababu aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Vile unavyoona Nafsini mwako ndivyo ulivyo. Kuna watu wanaweza kujiona wakushindwa kwa sababu na watu wanawakatisha tamaa. Kuna watu wanaweza kujiona tu wa kawaida kwa sababu kuna watu ambao hawawapi thamani ya maisha yao. Kwa kupatia thamani ya maisha yako hakutegemei tu kila mtu akupe thamani. Sikiliza, thamani ya utu ulionayo haitegemei kila mtu aione, inategemea mtu mmoja ambaye amekuwa zaidi ya ndugu, mtu ambaye anaweza kukufuata, anaweza kukufuata hata katika kipindi cha tabu yako, mtu wakati wa amani yako, mtu ambaye anaweza kukufuata hata wakati wa mateso yako. Mtu huyo ndiye anaweza kuwa sababu ya maisha yako kufanikiwa, mtu huyo ndiye anaweza kuwa sababu ya maisha yako kubarikiwa. Baraka zetu nyingi hazipo kwa sababu ya kwamba tunao watu wanaojulikana. Sikiliza, baraka ya Yakobo ilitegemea tu uhusiano wake na mama yake. Kama singekuwa na uhusiano mzuri na mama yake, bila shaka tusingeona namna ambavyo Yakobo angefanikiwa, na tunajifunza kwamba ndiye chanzo cha taifa la Israeli Ndiyo sababu ya kufanikiwa kwa taifa la Israeli. Namna ambavyo unavyojitafutia watu katika, katika maisha yako, unavyojitafutia watu kwenye maisha yako, ni nani unaambatana naye? Ni nani unaongea naye na unaongea naye nini? Ni nani unatamani kwenda naye kila mahali? Kwa sababu Biblia inasema kwamba watu wawili hawawezi kwenda pamoja wasipokubaliana. Bila shaka ni lazima utakubaliana naye kwa matakwa fulani, kwa masharti fulani. Kwa hiyo yale masharti ndio yanaweza kukufunga wewe, ama yale masharti yanaweza kukuokoa wewe, yale masharti yanaweza kukufanya wewe kuwa bora, ama yale masharti yanaweza kufanya usiwe bora, ukawa dhaifu, ukawa mnyonge. Na pengine kupitia yale masharti, yule mtu anaweza akajua udhaifu ulionao, ulio nao. Marafiki wengi siku za leo wanatafuta madhaifu ulionayo ili wapate namna ya kukuumiza. Wanatafuta madhaifu ulionayo ili wapate namna ya kukutesa. Wanatafuta madhaifu ulionayo ili wapate njia ya kukutenga, kukutenga wewe pengine kukutoa kwenye ule mstari wa kufanikiwa, kukutoa kwenye ule mstari wa, wa, wa kuona kwamba una haki ya kuishi kama watu wengine. Sijui kama unanielewa ndugu yangu, maana yake kwamba marafiki unaokuwa nao wanaweza kuamua hatima yako marafiki unaokuwa nao wanaweza kuwa ndio maadui zako. Kuna wakati unaweza kucheka nao, kuna wakati unaweza kula nao, kuna wakati unaweza kutembea nao, lakini inawezekana hao si watu wanaopendelea maisha yako kufanikiwa kwenda mbele. Na ndio maana ulipofika wakati wakawashirikisha mambo fulani mazuri, wakakwambia hebu subiri kidogo, wakakwambia huu sio wakati wako, wakakwambia pengine, wakazalau wakasema kwamba wewe si wa lika hiyo, wewe si wa namna hiyo. Kwa nini? Kwa sababu aina ya watu unaojitengenezea ndio walikuja kuamua ya kwamba wewe utakuwa mahali gani. Lakini nikwambie, ni vizuri ukachagua rafiki mzuri, ukachagua mtu mzuri, ukachagua namna ya mahusiano mazuri. Lakini katika neno inatufundisha kwamba unapoamua kuchagua mtu, lazima uangalie yule mtu ambaye ana, anaweza kuambatana na wewe zaidi ya ndugu, anaweza kutembea na wewe zaidi ya ndugu, anaweza kuambatana na wewe zaidi ya ndugu, ataishi na wewe, atakula na wewe.